National patriotism. Kujitambua kwamba mimi ni Mtanzania, uishi kama Mtanzania tofauti na watu wengine, ulipende taifa lako, ulitumikie, usiwe sehemu ya kuiangamiza. No, yani kama taifa la Tanzania halipo, tulimeparaganyika, halafu Tanzania ipi utaishi? Next, will be part of a certain nation, perhaps greater than, greater than yours. So we have got to be so much sensitive on this one. Nazungumza na ninyi vijana mjitambue na sisi tulikuwa vijana wakati fulani sasa tumekuwa wazee kama mnavyoniona mimi. Kwa hiyo kuwa kijana, it's not a lesson ya kutu we kujitambua kuto kujitambua taifa lako na kulithamini, wenzio, na na kuthamini wananchi wenzio kama na watu wana na wana haki ya kuwepo na kuishi na, na hili la national patriotism nadhani ukiangalia that is a challenge. Sehemu vingine tumeshauri na kuna umuhimu wa kurejeshwa kwa national service, ambao tutakaa kule mwaka mmoja, akili yetu iwe nzuri, tujifunze skills za maisha za uzalishaji, kilimo, uvuvi, ufugaji, ufundi, seremala na kila kitu tunachoweza kujifunza na kila fani <laughs> wengine <laughs> tutajiajiri humo, humo hata wengine utakaajiriwa huko wa, utakuwa na kitu ambacho kinakuongezea chumi. Pengine mwaka mmoja. Wengine tulienda jeshini mwaka mmoja, miezi mitatu ile unajifunza mafunzo ya kijeshi, miezi tisa inayobaki ni uzalishaji get skills. Moja faida kule tulipata ujasiri, tukajifunza uzalendo tukaimarisha udugu wetu. Mtu anayetoka Songea anakutana mtu anayetoka Msoma, ni ndugu. Tunakutana watu waliosoma Moshi na waliosoma sijui Kigoma, wanajuana, wanakuwa kitu kimoja. Lugha ya Kiswahili ikatuunganisha, na hii ikasaidia kujenga umoja wa taifa hili, na kwa sababu hiyo hata hizi intertribal marriages zikawepo kubwa, nadhani ziko hapa Tanzania, pengine katika Afrika kuliko taifa lingine lolote, na ile imeimarisha udugu. Kwa hivyo ninapozungumza na ninyi kwenye jamii hii ya wasomi, ninyi mnaohitimu na wengine wahadhiri wenu hapa wasomi wakubwa sana, na wengine majaji wako hapa no, na wazazi, consider this, ni wapi tulipokosea.